Sasa tunapoanza safari leo hapa katika Zaburi 127 tutagundua ushauri wa Mungu juu ya kujenga nyumba na makazi. Katika zaburi hii kuna mistari inayojulikana sana ikiwemo mstari wa kwanza hii, isipokuwa Bwana aijenge nyumba waijengao wafanya kazi bure. Sasa neno bure hapa linamaanisha tupu au au lisilo na maana, na hiyo inamaanisha kuna watu wengi wanaojenga maisha ambayo ambayo hayana maana tupo. Na hiyo ni kwa sababu hayana uhusiano wowote na mjenzi Bwana. Kwa hivyo, katika lugha iliyo wazi kabisa, hapa mwanzoni mwa zaburi hii, tunakumbushwa hapa kwamba mioyo yetu inahitaji kujitolea kwa utukufu wa Mungu. Sisi tunaweza kujenga kitu duniani ambacho unajua kinavutia sana, lakini isipokuwa Bwana anatuongoza na tunampa utukufu, juhudi zetu zote ni he zita zita zitaishia kutuacha tupu ndani. Aya nyingine inayojulikana sana eh, yenye hekima kwa ajili ya kujenga nyumba na makazi iko hapa katika aya ya tatu, ambapo tunasoma tazama, watoto ni urithi kutoka kwa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Kama mishale mikononi mwa shujaa, ndivyo walivyo watoto wa ujana. Amebarikiwa mtu ambaye anajaza podo lake nao. Sasa ngoja nikuambie, hii si ahadi kwamba Mungu atajaza podo la kila mtu. Ninawajua waumini wengi waaminifu ambao wanatamani kuwa na watoto hawawezi, na na sababu inajulikana na Mungu pekee, lakini kwa wale ambao wana watoto au wanatarajia kuwa na watoto siku moja, wewe unaweza kuwa na wasiwasi kwamba, vizuri, huu si wakati mzuri sana wa kuleta watoto duniani. Unajua, tunaishi katika dunia iliyochanganyikiwa iliyovurugika na yenye hatari leo ugaidi unaonekana kuongezeka, leo uhalifu unaongezeka, vurugu iko iko kwenye habari kila siku. Mitindo ya maisha ya dhambi na na maamuzi ya kimaadili si tu yanaruhusiwa, vizuri, yanashangiliwa na na kutangazwa kwa eh, kizazi kipya. Ukionyesha kutokubaliana na yoyote ya haya unaweza hata kuadhibiwa leo. Je, kweli unataka kuleta watoto katika aina hii ya dunia? Vema, napenda kile mwandishi mmoja alisema kuhusu wazazi wa Elia nabii. Fikiria kama wao wao walifikiria hivyo, unajua dunia ni yenye dhambi sana kuleta mtoto ndani yake. Fikiria kuhusu kile Biblia inatuambia. Mfalme wakati huo alikuwa mmoja wa wafalme waovu zaidi kuwahi kutawala Israeli, eh. Yeye aliyewa mwanamke mwovu. E, kila mtu anajua jina Yezebeli. Sijui mzazi yeyote ambaye anamwita mtoto wao Yezebeli, lakini angalia tu kile Eliya alikuwa kufanya kwa ajili ya taifa lake Israeli. Au fikiria kwa muda kwamba wazazi wa Musa waliamua huu ni wakati mbaya sana. Unajua kuwa na mtoto au watoto? Farao yuko kwenye kiti cha enzi ametoa tu sheria ya kitaifa kwamba kwamba watoto wa kiume watoto wa kiume wa Kiebrania e, watatupwa kwa mamba katika mto Nile. Hiyo ni e, hiyo ilikuwa kweli kitendo cha kidini cha heshima kwa Mungu wa mto Nile, mamba walikuwa watumishi wake. Kweli, siwezi kufikiria wakati mbaya zaidi duniani wa kupata mtoto. Kweli, kwa kuzingatia hilo, nakubaliana na mwandishi ambaye aliandika kwa mtazamo huu miaka mingi iliyopita. Sikiliza hili. Wakati Mungu anaona kwamba katika dunia hii maskini kuna kosa linahitaji kurekebishwa, au ukweli unahitaji kuhubiriwa, au manufaa kwa wanadamu yanahitaji kuvumbuliwa, anafanya nini? Anatuma mtoto duniani ili kufanya hivyo. Sikiliza, huwezi kufikiria wakati mbaya zaidi katika historia ya binadamu kwa mvulana kuzaliwa kuliko wakati Mungu alimtuma mwanawake kuzaliwa na bikira aitwaye Maria. Mume wake Yusufu alikuwa kama mfanyakazi mhamiaji wa kane ya kwanza, akichukua kazi yoyote ya uashi na useremala aliyoweza kupata. Dola ya Kirumi ilikuwa ikiharibika. Wafalme walikuwa watu wasio na maadili, waovu. Mtawala aliyeteuliwa na Warumi pale Palestina, Herode mkuu, alikuwa er eh, alikuwa alikuwa na kujipenda sana kiasi kwamba aliagiza jeshi lake kuwa mamia ya Wayahudi siku aliyokufa ili kuwe na kilio huko Yerusalemu. Kumbuka kwamba muda mfupi baada ya mamajusi kumtangazia kwamba mfalme mpinzani alikuwa amezaliwa, alituma askari wake katika eneo hilo karibu na Bethlehemu na maagizo ya kuwa kila mtoto wa kiume chini ya umri wa miaka miwili. Ni aina gani ya dunia hiyo ya kumleta mtoto? Ilioza, isiyo na maadili mbaya, kama dunia yetu inaweza kuwa leo. Lakini si unafurahi kwamba mtoto wa kiume alizaliwa? Fikiria hilo, mwana wa Mungu alizaliwa katika dunia hii. Kwa nini? Kwa sababu dunia hii wakati huo na hadi leo inahitaji Mwokozi, na hivyo Mungu anatuma mtoto ili akuwe na kufanya hivyo. Sasa hapa katika Zaburi 128 mwandishi anaongeza kwenye mada hii ya kumtumaini Bwana kwa kile anachoamua kufanya katika maisha yako kile anachoamua kufanya katika nyumba yako, unapotembea naye. Anaandika hapa katika mstari wa kwanza, heri kila mtu amchaye Bwana aendaye katika njia zake. Neno hili hapa kwa heri linamaanisha furaha. Furaha ni kwa kila mtu amchaye Bwana. Hivyo basi, inamaanisha tunahitaji kuelewa neno pofu. Hofu haimaanishi tunaogopa Bwana, inamaanisha tuna mstahi sana eh? Bwana, nadhani napenda kufikiria kama mstahi unaotetemeka. Furaha ni kwa kila mtu anayeishi katika mstahi huu unaotetemeka, heshima hii ku kwa Mungu. Sasa, dunia itakuambia kwamba furaha inategemea kile kinachokutokea. Kwa hivyo ikiwa mambo mabaya yatatokea, ikiwa mambo magumu yatatokea, utawahi kuwa na furaha. Hilo ni kweli kwa kiasi fulani. Biblia haikuambii uweke tabasamu la bandia na kuita kila kitu furaha. Lakini wazo la furaha katika Biblia lina uhusiano zaidi na kuridhika kuliko mafanikio. Mtu anayemstahi Mungu daima ataridhika na Mungu. Hilo ndilo jambo kuu. Mara nyingi mimi hutia saini barua zangu binafsi na maneno inimeridhika katika Kristo. Ni njia ya kunikumbusha kwamba ninapaswa kuwa, nahitaji kuwa, ninapaswa kuridhika na Kristo, kuridhika katika Kristo. Kwa hivyo, badala ya kuzingatia matukio ambayo dunia inasema yatakufanya uwe na furaha, tunahitaji kumzingatia Yeye, na kisha mwishoni mwa siku tunaweza kusema tumeridhika kweli. Sasa Zaburi 129 inazingatia neema ya Mungu. Iliandikwa ili kuimbwa tena wakati hawa Waisraeli sasa wanapanda kwenda Yerusalemu kusherehekea moja ya misimu yao ya sherehe. Hii ni moja ya zaburi za kupanda, na hii hapa imeundwa kuimbwa kwa kujibu. Sasa mstari wa kwanza unaweza kuwa uliimbwa na kuhani: wamenitesa sana tangu ujana wangu. Na bila shaka hii ni kumbukumbu ya mateso ya Israeli tangu siku zao huko Misri kama taifa changa. Basi kisha watu wote wataimba baada ya kuhani kuimba hivyo, na watakuwa na shauku sana hapa. Katika mstari wa nne, Bwana ni mwenye haki, amekata kamba za waovu. Ukata kamba hapa, kuna picha ya maksai wakiachiliwa kutoka kwenye jembe, kama vile kumaliza siku yao ya kazi ngumu huko shambani. Kwa hivyo, Bwana anaonyeshwa hapa kama kama huyo mkulima. Yeye yeye sio washikilia watu wake katika nidhamu yake wakati wanateseka kama watumwa wakifanya kazi katika mashamba ya Misri chini ya hao wasimamizi. Hatimaye alikata kamba zao, yani aliwatoa kwenye nira na kuwaweka huru. Basi sasa, hatimaye katika safari yetu ya hekima leo, tutaanza safari katika Zaburi 130 ambapo tunapata maelezo mazuri ya msamaha wa Mungu na upendo wake. Mwandishi wa Zaburi anaandika hapa kuhusu watu wakikiri dhambi zao wanapopanda, wanapokwenda Yerusalemu kusherehekea sikukuu ya Pasaka au labda Vibanda. Mwandishi wa Zaburi anaandika hapa katika mstari wa tatu, ikiwa wewe e Bwana ungehesabu maovu, e Bwana, ni nani angeweza kusimama? Kwa maneno mengine, ni nani anaweza kusimama mbele za Bwana na rekodi tuliyo nayo ya utenda dhambi unawaza kweli, unajua rekodi yangu si ndefu sana. Sawa, fikiria nami kwa muda mfupi. Ni rahisi kiasi gani kutenda dhambi tano kwa siku? dhambi tano tu. Uu, mawazo ya ubinafsi au maneno yasiyo ya fadhili au mawazo ya tamaa, mawazo ya tamaa, majibu ya ubinafsi. Tano tu, tano, tu kwa siku kweli? naweza kutenda tano kabla ya chakula cha mchana siku nyingi. Sijui kuhusu wewe Kweli, ikiwa unatenda dhambi tano tu kwa siku, hiyo ni karibu elfu mbili kwa mwaka. Utahitaji vidole vyako na vidole vya miguu yote kuhesabu. Sikiliza mpendwa, ukweli ni kwamba wewe na mimi hatujawahi kupiga magoti na kukiri kila dhambi tuliyotenda hata kwa siku moja. Unajua kwa nini? Kwa sababu hatuwezi kufuatilia kweli mtunga zaburi anasema hapa, ikiwa Bwana angehesabu maovu, yaani ikiwa Bwana angefuatilia kwa namna fulani, tuna nafasi gani ya kusimama mbele yake? Kweli jibu la hilo linadokezwa. Kweli hakuna mmoja wetu mwenye nafasi, hakuna mmoja wetu mwenye sala, isipokuwa sala moja, hu Bwana nisamehe kwa dhambi zote nilizotenda leo. Kweli, kwa hilo mtunga zaburi, anaendelea kuandika hapa kwa maneno yenye kutia moyo sana. Anasema hapa katika mstari wa nne, lakini kwako wewe Bwana kuna msamaha. Kweli, kama hiyo haikufanyi, unajua kutoa pumzi ya faraja na kuanza kuimba, basi unaweza kuendelea na kuimba. Nadhani mtunga zaburi alitarajia aina hiyo ya mwitikio anapoandika wimbo huu.